Sheikh al-Islam, lislam at-talaffuz binniyyati, utamkaji wa nia, naqsun fil aqli wad din, ni upungufu katika akili na dini. Utamkaji wa nia katika swaumu, katika swala na ibada zingine, ni upungufu katika akili na dini. Yaani maana yake ni kwamba atakayekuwa anatamkania, hili lajulisha kwamba yeye ana mapungufu katika akili yake, hayuko timamu. Lakini si hivyo tu, hili lajulisha kwamba mtu huyu ana mapungufu katika dini yake. Kisha akachambua akasema, amma fi dini, amma upungufu wake uliopo katika dini, tunajuaje kwamba huyo ana upungufu katika dini? Qala fa li annahu bid'atu, hakika kitendo hiki cha utamkaji wa nia ni bid'a. Kwa hivyo anaifanya bid'a, mtu huyo ana mapungufu katika dini. Tushajua upungufu wake katika dini uko katika sekta gani? Ehe, upungufu wake wa akili uko wapi? Wa amma fil aqli. Na amma upungufu wake katika akili, anasema fa inna e, fa li anna hadha, hakika huyu mwenye kutamka nia Bimanzilati man yurid akla ta'am, yupo katika daraja ya yule ambaye anataka kula chakula, ameandaa chakula chake. Faqala akasema: anwi nanwia biwad'i yadi, kuweka mkono wangu fi hadha al-ina'i katika chombo hiki anni akhudhu minhu luqmatan, mimi nachukua kwenye chombo hiki tonge moja, kwa maana na mega tonge. Fa adha'uha fi fami, naliweka tonge hilo katika kinywa changu. Baada ya kuliweka kinywani, faamdharuha, na ninalitafuna tonge hilo. Ehe, baada ya kutafuna unanuia nini? Thumma ablauha, kisha nalimeza. Ehe, baada ya kumeza unakusudia nini? Nia yako liashbaa, ili nishibe. Maona sasa Yaani, huyu anayetamka nia sawasawa na yule ambaye anataka kula chakula kiko hapa, ndio anasema nanuia kuweka mkono wangu kwenye chombo hiki, kisha na mega tonge, naliweka kinywani, nalitafuna, nalimeza. Nia yangu nini? Liashbaa, ili nishibe. kwa maana Shekhe hapa anajulisha kwamba huyu mtu huyu ana upungufu wa akili, ndio maana mbele akasema, fa hadha humkun. Huu ni upumbavu wa jahlun na ujinga. Unamwambia nani haya, kwamba unayafanya yote haya ili ushibe? Unaimwambia nani? Unaimtangazia nani Unamwambia Allah tabaraka wa taala? Kwaniye hadithi kwamba ukila mwisho wa kula kushiba. Sasa mbona mengine hujamalizia kwamba ili nishibe, nikisha shiba nibanwe na haja, nikisha bana na haja nitembee na maji yangu na makopo yangu mkononi, nikisha tembea na makopo naenda chooni, nikienda chooni na ni kidhi haja, baadaye na standi natoka naenda msikitini malizia lengo lako sikumjulisha allah tabaraka wa taala inna llaha alimu bidhati shudur allah tabaraka wa taala ni mjuzi wa mambo yote yaliyoko moyoni nia yako anaijua na ikiwa nia yako anaijua kwa nini watamka tamka kwa hivyo anasema fahadha humku huu ni ukumbavu wa jahlu na ujinga